Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vime happen huko mtandaoni ni kwamba Diamond Platnumz bwana ameamua kuendelea kudhihirisha eh, mapenzi yake kwa mwanadada Zuchu. Eh, bwana, kupitia ukurasa wa Instagram wa Diamond Platnumz ameweka ujumbe kwenda kwa Zuchu kuonyesha jinsi ambavyo anavyomohusudu mahaba ambayo yuko nayo dhidi yake eh, lakini pia vile vile, hii ni kufuatia kwa show ambayo Zuchu ameifanya pale Tanganyika Pekas Kawe jijini Dar es Salaam, ambapo show ilienda vizuri kabisa na Zuchu kwa mara ya kwanza kabisa aliamua kumpandisha eh, dogo Pateni on stage kwa ajili tu ya kuonyesha uwezo ambao amekuwa nao. Kwa kifupi ni kwamba Zuchu ameamua kumsupport Pateni to the maximum na ni kitu ambacho kila mtu amekuwa akijionea wazi wazi. Kwa hiyo basi, moja kwa moja, Zuchu bwana, amempandisha dogo Pateni on stage na Diamond pia ameshare baadhi ya moments ambazo Zuchu alizo, ambazo Zuchu alikuwa anapanda jukwaani na akaweka caption pale juu ambayo caption hii bwana, imeonyesha jinsi gani ambavyo Diamond kwa ana feel love eh, kwa bibie Zuhura. Diamond ameandika pale juu, ameweka caption eh, usingizi wangu, alafu akaka pale emoji ya eh, crown, alafu akaka emoji ya kopa, kuonyesha kwamba huyu ndio usingizi wake, yani ndio nyongo mkaliaini, ndio mpenzi wake, ndio darling, baby, baby na vitu vingine kama hivyo. So baada ya Diamond kuposti hivyo bwana, hii hizi posti za Diamond zimeenda viral, almost kila page wameripoti kuhusiana na hicho kitu ambacho Diamond amekifanya kwa Zuchu. Kwa mfano hapa kuna page hapa imeandika kwamba unaweza kuta Diamond ni comedian ila tu hatujamshtukia, hatuja yani, najua kwamba yeye mwenye, yani, najua yeye mwenyewe amecheka baada ya Eh, baada ya kumsifia Zuhura hivi na unakuta ameposti huku, ameposti huku Malkia wa kodi Rita yupo kifuani kwake, mimi na wasichana wengine huku tunacheka cheka kweli kweli. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna peji nyingine hapa, watu wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na posti ya Diamond eh. Kwa mtu amesoma, kumbe bwana ameandika, kumbe bwana, endelea kudanganya kumdanganya tu mtoto wa watu. Kwa mtu asome, kumbe haya sasa Mm, amerudi anaupwilwa hana, hana lolote bwana huyu jamaa bwana anajua kweli kumpa, kumpa mtu chakula mtu akiwa exactly so, na comment. Ukiwa kama pia una maoni ganiweka maoni yako katika hapo chini. Tutakuwa tukisoma na ku na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.